Vile sasa hivi ninaona kwa sura uso ya Samia Suluhu menemene mene. Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, ili niweze kukufahamisha ambayo yameweza kutendeka, niweze kukuchambulia msikilizaji. Kile ambacho unastahiki kufanya ni kutia sikio lako, msikilizaji niweze kukupakulia na kukuchambulia zaidi msikilizaji, tupate kuelewa kwa kina yale ambayo yameweza kutendeka. Lakini ikiwa ni mara ya kwanza kufika katika kituo chetu, na kusichukua nafasi yako kutia subscription, kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapoweza kutokea. Msikilizaji, kuna ubashiri mkali ambao umeweza kutolewa kuhusu Samia Suluhu na uwepo wa serikali tofauti chini Tanzania. Msikilizaji, kama vile sasa hivi ninaona kwa sura uso ya Samia Suluhu mene, mene, tekeli na perezi, ufalme wako wamegawana Waajemi, na ndio maana CCM inakwenda kuwa ngapi mbili very soon. kunakwenda kuwa na Tanzania mpya ambayo haijawahi kuonekana. Hii Tanzania inakuja, mimi sijawahi kuiona. It is a new one, I have never seen a such kind of Tanzania. This one, this one is very new, very new, na itakuwa haina misingi ya Nyerere. Sema Wa amen. Amen. Watanzania watakuwa kwa miaka zijazo watakuwa wana speak english kama wewe kama yako. Why? Because ile kitabu mpya inakuja kwao inaruhusu inaruhusu itakuwa inaruhusu kabisa. Kuna ubashiri mkali umeweza kutoka msikilizaji, na ubashiri huu umependekeza kwamba Tanzania itakuwa na serikali mbili tofauti au serikali zitakazoweza kuongozwa na viongozi wawili kwa wakati mmoja. Hichi msikilizaji, kitasababishwa na mgawanyo ama mgawiko utakaoweza kutokea ndani ya chama cha CCM. CCM itakatika na kuwa vipande viwili, ambavyo vyote vitashiriki katika kuiunda serikali Tanzania. Bashiri huu msikilizaji umeweza kutolewa na mchungaji mmoja ambaye pia aliweza kubashiri kuwa kwa rais kwamba Samia angekuwa rais kipindi kama hichi, na swala hilo likaweza kutokea. Msikilizaji, ninaona watu wawili wakikalia kiti hii moja saa hii katika taifa ya Tanzania, naona watu wawili wakikalia kiti moja, mwanamke na mwanaume. Na Tanzania ninaona ghafla viongozi wakikimbia nje ya nchi, lakini baadaye wakirudi kukiwa salama, amen. Sasa ubashiri ambao ameweza kutoa ni kwamba Samia, cha kwanza atapotezwa. Katika Tanzania mpya inayokuja Samia ataweza kupotezwa, lakini CCM itagawika mara mbili, kisha kutakuwa na viongozi kutoka pande hizo mbili za CCM na Tanzania itakuwa na viongozi kwa mara ya kwanza viongozi walio na madaraka shawa katika uongozi wa Tanzania. Msikilizaji, ubashiri huu ume, umeendelea kufafanua zaidi na kusema kwamba ghafla viongozi wengi nchini Tanzania wale ambao tunawatambua sasa hivi watakwepa Tanzania na kukimbilia nchi za nje kwa sababu ya kuyanusuru maisha yao, kwa hivyo kutazuka vita. Msikilizaji, ninaona ghafla viongozi wakikimbia nje ya nchi, lakini baadaye wakirudi kukiwa salama dhidi ya viongozi waliopo serikali sasa hivi, na wengi wao watakimbia Tanzania kuenda mataifa ya kigeni wajihifadhi lakini baadaye watarudi. Kisha ubashiri huu umesema kwamba kutakuwa na rais wa kiume na wa kike kwa wakati mmoja wakiongoza nchi ya Tanzania. Msikilizaji, kisha wakati kuna shuhudiwa mapinduzi hayo, viongozi wengi tunaowajua sasa hivi watakimbilia mataifa ya kigeni kwa sababu ya hali itakavyokuwa nchini Tanzania. CCM inakwenda kugawika kuwa mara mbili kisha kutengeneza serikali tofauti tofauti na ya Samia. Kwa maana hiyo, msikilizaji, CCM inakwenda kugawika mara mbili na kutatengenezwa serikali tofauti, kwa sababu kulingana na ubashiri sura ya Samia haita kuwepo. Kwa maana nyingine, Samia atapotezwa katika uongozi wa Tanzania. Sasa sijui kwamba ataaga dunia atapotea kinamna gani, lakini picha ya Samia haitakuwepo madarakani. Baada ya hilo kufanyika, ama viongozi waliopo katika CCM kugawika, CCM itakayobaki inakwenda kudidimia baada ya miaka mingi uongozini. Wale watakaobaki na kujiita wana CCM kipindi hicho, watakwenda kudidimia na kukosa nguvu za kuendelesha serikali yoyote nchini Tanzania. Kwa hivyo, CCM itapotea Tanzania na serikali inayokuja itakuwa bila mizizi ya marais waliotangulia, haitakuwa na mizizi ya Nyerere, siyo Magufuli, siyo Mkapa. Yaani marais waliotangulia waliweka misingi Tanzania, haitakuwa katika misingi hiyo msikilizaji. Kisha kutakapoweza kushuhudiwa hayo, katiba mpya inakwenda kuja kuja katika nchi ya Tanzania ambayo itaruhusu watanzania kujifunza Kiingereza kwa njia nyingine. Swahili kitakuwepo, lakini sasa Kiingereza kitakuwepo kama somo shuleni, na kwa hivyo watanzania wengi wataweza kujifunza Kiingereza na kuzungumza Kiingereza kama mataifa mengine, kwa sababu sheria zitabadilika na Tanzania inayokuja haijawahi kushuhudiwa. Msikilizaji, ni ubashiri ambao umeweza kutolewa na mhubiri pia, aliyeweza kubashiri kwamba Samia angekuja kushikilia nguzo za uongozi Tanzania sasa hivi, na jambo hilo lilikuja kufanyika. Maana Samia ndo yupo kiongozi sasa hivi. Msikilizaji wangu, zidi kuachia maoni yako kwenye comment section kuhusu swala hili. Unahisi kwamba Tanzania inahitaji mabadiliko ya hali hiyo ama unahisi kwamba Tanzania iko bora sasa hivi? Chia maoni yako kwenye comment section lakini pia zidi kutufuatilia Faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea.